ini ngoja eh, mrajati eh, tim mmoja mm. Nataka nijaribu kukupa kundi zima, nakumbuka samu ya ipo sawa eh, wapo kundi, si okay. Wapo na Afrika Kusini, Ghana na Mali mari okay, oh. Eh, tupo, na, tupo na Afrika Kusini, Ghana na Mali, of course Nigeria kwenye ile ya ya tulikwenda 2010, tulikuwa tuko na Nigeria. Sasa nilikuwa nasema kuna timu ya West Africa ni kundi liko kama vile vile, the rest of the teams zimerudi, walikuwa wapinzani wetu kule Afrika Kusini ni wale wale, lakini hapa kabadilika na Ghana kachukua nafasi ya Nigeria. Nigeria na wale Black Stars tu wale, acha, unajua eh <tutu> eh, hili kundi tafu kuli kweli, Banyana Banyana, ngoja ngoja ngoja, eh Tanzania kundi si pamoja na fakusini Ghana na Mali mm. Eh, kundi gumu sana, kundi gumu sana. Mm -hmm. Lakini wanatutia moyo sawa sawa. Haya, okay, vizuri na pongezi kwao, lakini pia Opa Clement, Tom Sqala ah, opa, opa mtamu sana ule mtoto kama anavyotaka yeye, alafu kuna usati ubamba yani wale watoto wanashaidi kweli kweli ile mm -hmm. eh? Wako vizuri bwana yeah, yeah, na team wadi ra mm, na katika dana. Kitu kinavutia ukiona si tu kwamba timu imeshinda lakini imescoop karibu zile awards zote mm. golden gloves mm. goalkeeper amepata mfungaji mm. bora Opa Clement mm. mchezaji wa tournament Diana Lucas, Lucas. Mm. eh Diana mm. Clara Vanga mchezaji bora wa finali, kwa hiyo wameshinda kila kitu na wame, wameshinda mechi uh, nne bila kuconcede goal yani yeah. clean sheet yeah. mm. Mm. record after record mm. yeah Sawa, yeah. So, jambo la kujivunia sasa. Tuende kwenye NBC Premier League leo, ndo raundi ya 30 inapigwa, inapigwa raundi ya 30, wakati tayari e, Ken Gold tumeshampa mkono wa kwaheri, Kagera, Kagera Sugar mkono wa kwaheri, na hawa Fountain Gate hawa na hizi ishirini na tisa zao, hawa mi sioni namna. Of course yani, yani sijui kwa sababu kama hata wa, wakishinda watakuwa na 32 ambazo tayari anazo awa task anyway. Tu, tujielekeze tu kwenye namna eh, maeneo ambayo yana, yana mashiko katika beki za mwisho kwanza ni, ni playoff position eh, ili ni nimpe mhariri wa michezo. atakuwa kwenye eneo zuri la kulizungumzia. Playoff position bwana Kunambi kimpendeza swala wetu kalima uganga, atuwekee msimamo wa ligi hapa, twende vizuri, ni kwamba E, Pamba ana pointi thelathini na tatu, sawa na Mashujaa, sawa na KMC, sawa bwana. So, eh, kazi... e, lakini Prison ana point thelathini. Ai, maanaake Prison anaweza kama akishinda akapata hiyo thelathini na tatu akawajoin akawajoin hawa wenye thelathini na tatu ambao ni Mashujaa na KMC. Kata, ina, inacreate ugumu zaidi kwenye playoff. Na mungu ana thelathini na moja, lazima ashinde apate thelathini na nne awe safe kabisa, anacheza na Kagera show oh, na Ken Gold ambaye ashuka daraja mm. Hii position ya playoff window ndo ndo no, ligi ilipolalia mm. na mbio za ubingwa, mambo mawili tu yaani ligi, utamu wa ligi mbaya kwenye playoff position mm. na mbio za ubingwa. Hebu Kunambi, bili zungumzie ile la playoff position, unalionaje na una naona mwisho wa siku nani ambaye atakayeondokea kwenye ile shimo kwa mm. sababu ukiangalia kwa haraka haraka hapo unaona Fountain Gate tayari biashara ishaisha isha. Ukiangalia mm -hmm. Eh, kwa, kwa, kwa, kwa nafasi yake na pointi alizokuwa nazo, unaona huyu yeye tayari kishaelekea kisha huko kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mechi kwenye kwenye kwenye ya, ya, ya, ya play off mchujo mm -hmm. eh, lakini unaona pia ku ushindani ambao upo eh, kwa, kwa, kwa, kwa timu nyingine ambazo nazo zinapambana mm -hmm. zinapambana zinapambana kujinasua mm -hmm. Prisons, Namungo bila uskocho wake rejosia akasema kabisa kwamba wao ushaanza kujiandaa na play off jamsia eh, jamaa akasema kuanza kujiana play off na tele ya yake eh, anaweza atokana magoli matano leo eh, unaona sasa. Kwa hiyo ukiangalia standing hii hapo unaiona eh, bila ameweka pale unaiona vizuri eh, unaona kwa hiyo ukiangalia unaona kais hapa Tanzania Prisons kama ulivyosema Ngaje naye ana nafasi kama atashinda ya kuondoka pale mm. kutegemea na matokeo mengine na Mungu Pamba, mm. Una, mm. na KMC unaona, mm. Mm. Kinyang'anyiro kiko zaidi kwenye hizo kwenye, kwenye timu mm. e, kwa namna ya msimamo kwa namna ya msimamo, msimamo ulivyo. Kwa hiyo ushindani, kusema ukweli, ni mkali, unaona mm ushindani ni mkali. Yoyote atakayeteleza ee, anaweza akajikuta anaungana na na, hmm. na anaungana na Fountain Gate mm, eh kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye kucheza hizo mechi mechi za mchujo mm, uh, no, lakini no, kuna kuna wengine kwa mfano ni Ken Gold mm. Ken Gold ratiba inaonyesha anacheza na, unyisho, na nani? Amesha shuka Ken Gold, Ken Gold anamaliza mechi yake ya mwisho E, na na Mungu na, na, na e, na na sasa, hiyo ni mechi ya kupima ya kupima tabia za, za wachezaji kwa maana e, wachezaji wa kengodi wanataka, wanata, wanataka, wanataka kweli kwe kujiuza e. Lakini otherwise unaona kabisa ni mechi ambayo wanaenda tena wanaenda, wanaenda, wanaenda, wanaenda tena kupoteza e. Sio kila kitu ni cha kuzungumza, mechi ngumu. Sasa sikia nikwambie, Kunambi, kwenye hii playoff position hii nilishaeleza na, na, na mheshimiwa mhariri wa habari hapo kwa Daily News. Kwenye hii playoff position hii eh, ukimwangalia Singida, I mean Fountain Gate mwenye point 29 yeye anamhosti Azam FC Azam ambaye yupo comfortable nafasi ya pili na tayari yupo Confederation Cup msimu ujao. Yeah, sijui umenyelewa eh? mm. E, kama atashinda Fountain Gate kwa ile home advantage, sawa bwana eh, atakuwa na point 32, 32 mm. Na ambazo Namungo hana na 31, moja anacheza leo na 30 30 30, na 32 ambazo Coast hana anazitafuta, na kucheza leo na Singida anacheza leo na Coast e, anacheza Mnjana leo haza. Na Tabora United ambaye ameamua watu sana kalawe amina kwa msimu mzungu wa ngapi, sijui sasa hivi. Sasa possibility ya hawa watu walioko juu kushinda ni kubwa kuliko hao wa ambao wako chini kushinda, sijui unanyelewa yeah? Yeah, yani, Nasongyelya hapo eh, kwamba ni, yaani unaweza ukasema Costa anashinda against Tabora, of course home advantage, wagoste wanaga baya wakiwa kwao, si ndio eh? Yeah. uh, na unamwangalia mwingine E, Pamba ikishajitoa huko na nyumbani atashinda tu na Mtanda e, kampeni yake inaendelea vizuri. Namungo na KenGold, hii mechi Namungo hawezi kufanya uzembe, anashinda. Maana sasa hawa wajuu watabaki juu na hawa wata, wata, wata, wata, prisons na Josia anajiandaa na play, sababu ameangalia mazingira ya mechi zile, unajua unasoma upepo tu unavyoelekea, ama tutarajie kitu tofauti sioni kitu tofauti hapo kwa sababu yeah, unajua ukimwangalia Namungo ndo kama hivyo unavyosema yeah. Sioni akiipoteza hiyo mechi dhidi ya Ken Gold, alafu Pamba pale alipo, hata akifungwa ile mechi, kwa sababu goal difference yake ni, mm, ni nzuri sana mm, kulinganisha na walioko chini, yaani ule Prison akishinda anafika point thelathini na tatu lakini goal difference hawezi akaifika ile hali unayopamba pamba, Pamba ana better goal difference. Kwa hiyo kimsingi, eh busara <laughs> hiyo yetu sisi tunaambia kwamba kuna kimsingi, prison prison na na na, na Fountain Gate wanaenda playoff na kuna hali fulani ya yeah, mgonjwa ukienda kumuona hospitali hivi, hata kama daktari akamwambia, hizi dawa hizi leo weka tu kwa ajili ya gharama za msiba kabisa naona wanacheza play off wao. Ambaye mecheka checka. Kwa hali ile Eh kuna hali unaiona. Kweli sahihi mambo. Kama kama mkimtafia dawa hizo labda mpaka dosh anakuambia labda. Basi mwambie sawa, na ukienda kaa tu kaziweke, sitasaidia gharama gharama za msiba nyingine hizo. Kama alivyosema nasi maamudo kuangalia kwa msimamo tu unaona kwamba kuna vigwe vikwazo vingi vinazikabili Prison na Fountain Gate. Yaani kwa mazingira yalivyo na hali ilivyo na zinacheza mechi zinachezea wapi, wenzao wako wapi, hali zao zikoje, unaona kabisa kwamba kuvuka hapa msimamo huo hawezekani. Fontaine hiyo tofauti ya magoli JD hapo ana zaidi ya ishirini na tano anaenda kumfunga ngapi yule, ili akafike? Ambazo na Mungu ameshavuka, ame hawezi kumfunga mtu goli kumi na mbili anazitoa wapi? na hawa wanaokwenda playoff wa, Kunambi, tuwaambie kabisa stendi ameenda mpaka Burundi, sijui Rwanda, kwenda kufanya mazoezi ya kujiandaa na hiyo playoff. Mwenyelewa eh? Mm. Yaani atakayepolomoka, yani, yani asitegemee kwa cha cha barawana eh? eh? Mm, tu barawana. Yeah. Ehe. Eh, sawa. Kuna kijana anaitwa Omar Suleiman. Unamjua Omar Suleiman? <laughs> eh? Azura <As laughs> atakapekelo afungaji tujadili. Utuia kwanza baadaye kidogo. Mm. Hero eh, anyway, sasa eh trend kwenye run of the championship. Hizi mm. mbio zitafikia ukingoni Jumatano. Lakini leo eh mechi mm. za mm. leo Yanga na Dodoma Jiji. Simba na Kagera Sugar. Kagera, Kagira ameshashuka daraja, wanasema eti maiti kupiga chafya. Ndio kweli, anapiga chafya sehemu gani? Kwenye kuru situation kama ile ya wedha ya pale Msimbazi unapigaje chafya kwa MC Complex bwana? Wewe anatuza vizuri ule bwana. Eh? Lakini Yanga na Dodoma Jiji mm. Yanga hiyo mechi iko ndani ya uwezo wao kushinda, possibly Simba na Yanga twaongezee pointi tatu, sawa. Ndio. Mbio za ubingwa zitahitimishwa Jumatano au unasemaje, bwana Mgaya Kingoba? Mazingira yanatuonyesha hivyo, kama ulivyosema, tukiangalia ubora wa timu hizo nne tunazocheza kwa maana Yanga dhidi ya Dodoma Jiji na Simba dhidi ya Kagera. Yanga na Dodoma Jiji, kwa viwango tumeona mechi ya kwanza Dodoma alipoteza nadhani kwa bao nne kama sikosei, mm. na sasa, kama wasema kuna kitu Yanga mbele wanakiangalia pale unapokiangalia hicho kitu, wachezaji wanajua thamani ya ubingwa, wanajua wanahitaji kupata ubingwa ili waweje, wajiweke katika hali gani, inawasaidia nini kwao? Singekubali kupoteza mechi hii kirahisi, na kama ulivyosema, kwa kuangalia unaweza kumpa yanga pointi tatu kwa mazingira ya kwamba ya ubora wa vikosi vyake, ubora wa wachezaji mmoja mmoja, na sababu hasa inayowafanya kwa nini wanataka kushinda. Ukija kwa Simba ni yale yale pia, kagera ameshashuka daraja Kagera yule tunamfahamu, alikuwa na upinzani dhidi ya vigogo hivi, sio Kagera msimu huu e. Kwa hiyo unapoiangalia Simba nayo, quality ya wachezaji, ubora wa wachezaji, kuna sababu iko mbele yao pale wanaiona, hawezi kufanya makosa. Kwa hiyo kama tunakubaliana, ni kweli kwamba hizi mechi zitakwenda mwisho Jumatano, ambapo tuna uhakika kabisa kwamba wenyewe kwa wenyewe, wenye, wenye, wataamua nani awe bingwa. Lakini kwa, kwa mechi za leo, bado mimi nakubaliana na wewe, nazipa nafasi kubwa timu hizi mbili za Dar es Salaam kushinda mechi zao.

kama amemaliza kila kitu kulingana na situation jinsi ilivyo eh, kwamba Kagera Sugar kishashuka daraja, Dodoma Jiji hayuko hata kwenye kwenda kwenye playoff ngaje, mpira una mambo yake, lakini Yanga na Simba bado, kulingana na situation jinsi zilivyo, wako favorite sana, yaani wana nafasi kubwa eh, yaani kupita hata kupita hata uhalisia wenyewe na kwa mara ya kwanza katika kipindi kirefu sana hizi timu zinakwenda mechi ubingwa. Kuna asilimia kubwa ya ubingwa kuamuliwa kwenye mechi ya mwisho kati ya kati kati kati yao wenyewe. Kwa hiyo mimi sioni, sioni namna Yanga anaweza akakosa pointi tatu leo dhidi ya Dodoma Jiji, na sioni namna Kagera Sugar atakosa, ataifunga atakosa, Simba ngaaje, naamini na tuamini, mimi Kagera Sugar na Dodoma Jiji wanapaswa kutuonyesha mechi nzuri lakini siamini kama Kagera Sugar anaweza akaifunga Simba, siamini kama Dodoma Jiji anaweza kuifunga kui, kui Yanga. Wacheze wao wachezaji, waonyeshe attitude nzuri, waoneshe professionalism, waonyeshe ushindani, ili kwa, kwa maslahi yao wenyewe, ili hata baada ya msimu unaona pale Dodoma Jiji, kuna mtu huyu na huyu tunaweza tukawachukua, eh maawachukua huku, Kagera Sugar kuna mtu huyu na huyu tunaweza tukawachukua, hata kwa makocha wao wenyewe. Eh, lakini sioni namna kwamba wanaweza wakapata matokeo tofauti sana dhidi yake mta- mm. Utanisaidia yes. Eh, ili swali uta utashare utajibu, lakini pia tarudi kwa kwa Mgaya. Miaka ya nyuma tulikuwa tunasema matokeo yanachangiwa na hali ya timu, kwanza financial ilikuwa inachangia sana eh, matokeo mabaya kwa team. Nowadays things have changed totally. Unaona kuna mzigo wa Azamu wa kutosha, lakini kuna mzigo wa NBC na almost kila klabu inayoshiriki ligi ina personal sponsors wa timu kama sio mmoja wawili au zaidi. Kwa hiyo si ligi tena ya janja. Tunalikia kwa mechi za mwisho za msimu back of the days kwamba e, Bandari anashuka, Simba anakwenda hapo wanapigwa, Pamba inashuka, ya Yanga anakwenda anafunga mpaka Talimba anakata rufaa BMT, sio? Nakumbuka bwana Yanga anapigwa kidude kule, Talimba anafaili rufaa BMT, anamkatia rufaa jaji ambaye baadaye akamsajili kwenye Yanga hiyo ya Kauwe Sogoro na Victor Isaac. Nilicheka sana ule msimu bwana, mwaka tisini na tisa ile Yanga ilikosa ubingwa ikawa Mtibwa wale, Pamba ndiyo walipigwa kule kimoja, akasema huyu Taliba anakuambia huyu amekesha kufurahisha daraja la ngapi. That was football ya Tanzania mzee, umeelewa? <laughs> <laughs> yule Kauesogoro anawaweka Yanga kidude beki <laughs> Victor Isaac anakaba hao akina Unyamira wote, akifika anaweka hapa, anaweka naza moja, anakwenda Pamba anashuka daraja ile baadaye rafiki yake huyo akaja ligi kuu, lakini ilikuwa ni ligi ya ushindani sawa bwana, umenielewa? <laughs> ilikuwa <laughs> ni ligi ya nini mwanangu? Ushindani, ilikuwa ni ligi ya ushindani. Baada pale mbugi wangu talima bwana akakata rufaa alitarima. <laughs> Yani akatoka Dar es Salaam, Kinondoni huko kule kwake kule. <laughs> Alikwenda kujua kuna mtu apanga bekeza lingi na waje ya tatu tenge. Nilicheka sana ile story na katibu mkuu kwa kaza rufa asika yeye ufanyie wameenda, bali yule bwana alicheza furahisha, lakini vielezo hakuna hapo. BMT, wakati ule mwenyekiti alikuwa alikuwa, alikuwa ni mwenyekiti BMT. Alikuwa ni mwenyekiti bwana jenerali twa ulimwengu. Alikuwa ni mwenyekiti BMT. Unaona hapo, waziri wa mchezo mshikaji wake huyu hapa. Ikapiga <laughs> <laughs> sawa na eh, logic yangu back the days tukua tuna ligi ya kwamba mtu anashuka na, anashuka na mtu ile badali ya mtwala ile Simba, Simba inashuka badali Simba anapigwa ahambia Pamba anapigwa hata posti pia alikuwa alikuana mzaa na, na, na watu sasa hivi tumeize tu kwamba hakuna ambacho ee watafanya na hawana shida yote ya kiuchumi, nini shida nini kimebadilika, iko iko kwenye, kwenye mentality ya kuziona kuzi hizi timu kubwa kwamba ushindani, hatuna namna, hatuna uwezo wa kushindana nazo. Ni vitu ambavyo vinatokea vibadiliki. timu inapokuwa ligi kuu, timu zote ni, ni sawa unajua eh. Kuna timu zinapoteza kabla hata ya mchezo ukianza, kusikiliza kwenye interview, kusikiliza yani zimeshaweka kisaikolojia kwamba ah. Hii tunacheza na Yanga, hii tunacheza Simba, tuishapoteza kwao. Inaanzia kwenye mentality I wish hiyo ikabadilika, unajua au, au Pamba unaotaja au Bandari, Nyota Nyekundu, sijui sijui ilikuwa Prisons nice, hizo Sigara yeah. yeah. yani wakicheza mechi yani huelewi yani huelewi kwamba hii mechi itaishaje yani i wish tungerudi pale eh? mm. -hmm. Simba na Sigara, yani huoni clear, huoni mshindi. Simba Prisons, sijui Yanga Sigara, mm -hmm. huoni clear nani atakuwa mshindi wa hii mechi, lakini saa hivi una predict katika hizi mechi tano hizi, Yanga ana shinda zote hizi tano hizi, Simba ana shinda zote. hiyo ni msai na ushuka daraja hiyo <laughs> ni msimu wa ushuka daraja mm -hmm. mechi ya mwisho wa Yanga pale paka half time, Yanga amepiga goli mm -hmm. mm -hmm. mbili ndio, ni mgazija kaweka kwenye kamba zote mbili kipindi yeah. cha pili mazungumzo ya amani, Yanga akaja akachomua zile goli mbili zote baki mm. yangu ne... alitaja zile zile point yani mpio ulikuwa uko hivyo. okay, sawa yeah. Eh, bosi Masudi sanani, chief Masudi ameshare ame, ame na sisi hapa nashukuru sana. Assalamu alaikum hali zenu jamani, yangu njema nanye mwambieni yeye anawaangalia, anasema e, KMC haipo kwenye playoff. Namungo ana pointi thelathini na mbili ikishinda mm, au ikitua sare itaepuka hicho kikombe. Fountain Gate kwa matokeo yoyote watacheza playoff lini? Yes. Prison wataepuka tu kucheza playoff, ikiwa watashinda na namungo kufungwa na ken goli. Hata Pamba haiwezi kucheza playoff playoff, kutokana na tofauti ya magoli. mm amekusaidia yeye, ameenda mm, sasa ameangalia mm, ule mm, mm, mambo vizuri sana asante sana chief Masudi kwa mm, mm, mm, message yako hii, lakini pia kuna ujumbe umeandikwa, good morning Binzubeli Pamba sapo, nimekuelewa Binzubeli, washauri familia ya mpira wasiwe asa mambo ya uchaguzi, ana Simba zungumzia ligi ndugu yangu, brother, asalamu alaikum oh. kwanza hapo ina safari sasa hizi, nakushukuru kwa kipindi cha leo, nimeona umuhimu. Haya, nakushukuru Sports AM ni kipindi eh. Haya, ah, asante Ah, haya mambo ya uchaguzi sisi hatuna nafasi nayo hapo kwa kweli. Tafadhali sana wa mimi, yani kwa kweli usijisumbue kuandika mesi za uchaguzi azini uso sitaongelea, tuna ligi yetu sisi bwana. Sawa eh, Mgaya wewe shea kidogo mm -hmm. Tofauti ya, ya sasa financial tuko vizuri very strong hmm. eh, kuna wanasema kifedha sasa hivi timu nyingi zina rasilimali fedha, kwa maana kwamba udhamini. Tunashukuru kwamba umetaja hapa taasisi ambazo zinadhamini ligi yetu na zile ambazo kwa moja kwa moja zinadhamini klabu lakini, kama mm. alivyosema, nasi nadhani kuna mtazamo huo kwamba timu zetu au wa wachezaji wetu tayari wanakuwa na akili zao kichwani tayari kwamba kucheza na timu kama Yanga ama Simba na wakati mwingine pia Azam, wanaona kwamba tayari kuna kitu hapa, kuna mlima mrefu wa kufanya. Lakini wote tunakubaliana kwamba kisoka, maandalizi na uwezo wako binafsi wa timu ndio unaofanya ukashinde uwanjani, kwa unapokuingia tayari umekata tamaa tayari kwamba jeshi hilo linaenda kushindwa kwa hmm, kuna huo mtazamo ambao umekuwepo kwa muda mrefu kwamba ukiangalia vikosi hivi na nini tayari timu zinakata tamaa, lakini mimi naamini kwamba kama tulivyosema nasi, tukijiangalia na tukatengeneza vikosi ambavyo vinaleta ushindani, bado ligi yetu kwa sasa ilipo, na hauna sababu ya kuingia uwanjani tayari ukiwa una hofu na timu nyingine, kwa sababu kama kila kitu unapata kila kitu, kiko hali nzuri, ina maana we unaweza kushindana na mtu yoyote ndani ya uwanja na ukapata matokeo, na ameonekana wakati fulani hmm, timu zinashinda hizo zinazoitwa timu kubwa zinafungwa na hali inakuwa sawa kabisa. Kwa hiyo bado inawezekana Mahmud. Sawa. Eh, ameandika Said Ngware wa Melwani anasema Binzobeli Matana Sekafa amefungua vipaji lakini kuna message hapa hii Ngware ni ifungue ni isome. E, Salum Telela brother, kwema mechi ni tarehe 25. Eh, hey, mechi tarehe 25 kwani sisi tumesemaje Salum Telela? Jumatano tarehe 25. Ni video yangu fundi kabisa. Shemeji yetu pia usindio? <laughs> Cheka, natufungua <no> tufungua eh, sio tusaidie. Sawa. Sasa tu kidogo tupite ligi ya Kenya. Eh, nachomkubali Kalima Uganga ni mtu sharp, ataeka mkamo ligi ya Kenya. Kalima Uganga yuko sharp sana nini? Ni kama hivi lakini, iko hivi upstairs. Akili laki, aendane na mwili wake aliko. <laughs> Sawa. Ligi ya Kenya. Eh, Muranga Sports, eh, Muranga Sports ina point 40. Bidco ina point 30. Ah, uh, point 34. Sawa? Eh? Bitco 32, sawa eh? Muranga 40. Hizi position za relegation zile mm -hmm. Lakini wanaweza wakaipua kikombe kama watashinda mechi zao za mwisho sure. Leo kwa sababu eh, mtu ambaye yupo kwenye ile playoff position 34 Nairobi City Stars, sawa bwana, yeye hata kama akishinda atakuwa na pointi 43. Ana ana ana ana na 34, akishinda atakuwa na pointi 37, anaweza akaipua kushuka. Yaani hoja ni kwamba hakuna timu iliyoshuka, play off leo. So far, ligi inafikia mechi za mwisho yote, yatajulikana baada ya mechi za leo inaonyesha mm, no, ushindani hiyo mm. Ni kielelezo kimoja kwamba wenzetu nao wamejitahidi, ligi li yao ina ushindani kwa sababu kama unakwenda kwenye mechi za mwisho, hujui nani anashuka nani anakwenda kwenye mchujo, ina maana ushindani unalingana hizo timu ubora wake, kwa sababu ungekuwa kuna tofauti kubwa ungeona hiyo kwenye hata msimamo kwamba kuna watu walikuwa walegevu zaidi kuliko wenzao lakini, mm -hmm. kama wanapishana pointi moja pointi mbili, na mpaka sasa hujapata nani anashuka na nani anakwenda kwenye mchujo ina maana kuna ligi kitu kimeonekana, e, ligi hiyo imeonekana kwamba viwango pengine haviachani sana vya hizo timu kukatika. okay. na ndio maana hali iko katika msimamo unavyojionyesha, na tukiwa kwenye ligi ya Kenya bado kama eh, wakati wao bado hawajui timu ipi naenda play off ipi nashuka, sisi najua timu za shuka zipi na tunaona kabisa kwa timu zinakwenda play off wao bingwa ashapatikana wa e, polisi pointi zake like sitini na nne. Anayemfuatia ana pointi 58 na anaingia kwenye mechi ya mwisho leo kuongeza kibugu tu cha alama za points. Kunambi, mm, of course ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina sura mbili tofauti mm. Kwa upande wa huku chini kunaonyesha kwamba kuna, kuna ushindani mkali kwamba mpaka sasa haijajulikana mm, nani atashuka au nani atacheza mchujo, lakini kule yuk, kama mbio za za timu kadhaa tu mm. Na timu moja tayari ishajitangazia ubingwa mm. Kama ambavyo hata sisi hapa imetokea ee, mara, ee, kwa mara kwa hiyo ee. Mimi naona kama kuna sura, kuna, kuna, kuna sura mbili tofauti katika mm, kuitathmini ligi ya Kenya lakini kikubwa, nayo sio mbaya, all in all, eh, nas ligi ambayo unaiona kupitia chaneli za Azam TV Kenya Premier League ambayo kwa muda mrefu ulikuwa unaisikia tu mm. na labda pale ofisini zingi na kaza del nation ndo uone hasa, unaiona live, unaonaje hii ligi ya Kenya? Yani, kiukweli, Azam TV imefanya mapinduzi makubwa kwenye ligi ya Kenya kwa sababu kuna kipindi ligi ya Kenya ilisuasua sana kabisa. Eh, ilisuasua sana eh. Tuna, ukirudi uh, uh, uh, mm. nyuma ligi ya Kenya ilikuwa kali sana, FC Leopards, Gor Mahia, mm, eh, ilikuwa uzikamati na taska katikati kati hapo, baada ya madhare madhare, kulikuwa na migogoro migogoro kwenye uongozi wa chama cha soka, lakini tangia udhamini wa Azam TV umeingia, na ligi ya Kenya inaonekana, hata attendance viwanjani ukiangalia, imerudi. Mm -hmm. Imerudi, imeshort mm -hmm. watu wanajaa kwa mechi ha. kila mechi. Kwa hiyo eh, kuna utofauti mkubwa sana na ukilinganisha kabla ya udhamini eh, Mm. In other South African team ambazo wana wa, wa, kama wanataka kufanya vizuri kwenye michezo ya Afrika waende pale Yanga wakaongea na Injinia Hersi ambaye amefanya nini kuge, kugeuza mentality ya wananchi. Ujue Yanga ilikuwa timu ambayo inaweza kasoma mataji hapa miaka yote, lakini wakitoka tu kwenye mashindano ambayo tunaita kimataifa, mashindano ya Afrika, Yanga wana wagani watu. Umenyelewa, ni mentality ambayo Hersi ameikuta pale Yanga akaibadilisha taratibu. Yanga wametolewa raundi ya kwanza shule na wale wa Nigeria Msimu uliopita Yanga wamekwenda hadi finali ya kombe la shirikisho. Msimu uliopita almost Yanga -final msimu Yanga aliokuwa kwenye semifainali ya CAF Champions League. Hata huu msimu ambao Yanga imetolewa kuna matatizo ambayo aliingia kwenye timu yasiozuilika, loss of injury list inakuja kwa mfululizo wezo, like, na mabadiliko ya bench ya ufundi. Kile ni kipindi cha mpito ambao uwezo, lakini pamoja nayo walipigana. Yanga wamekuja kutolewa group stage siku ya mwisho mm. sio kwa, kuna mentality imebadilika mm. Sasa hivi wana Yanga wanajiamini wao wanaweza kushwali kombe la Afrika lakini sio timu za timu za aka zilivyo yani, wao wanaweza wakapapatua huku, lakini wakifika fainali sio tu na Ahly, pia ukose kombe kwa Ahly. hata E, mm. piramidi ukose kombe hawa atea na ghafula azizi watakosa kombe mm. mentality yao sio vizuri mm -hmm. Sawa e, King nah. leo tuna tuna tuna tuna tumeangalia Inter Milani e, kashinda hawa wa Ulaya leo tu, tuache tuangalie zaidi timu zetu za, za Afrika. Afrika sawa eh? Bibiki zee tukiache kidogo e, tuangalie Wydad ambayo e, inaingia kwenye mchezo na Juventus leo e, jaribu kutafuta ushindi wa kwanza Wydad ya Aziziki Sulemani mwalimu e, muda anzia hapo. Wanaweza kufanya sekunde thelathini, thelathini, tuondoke e, ma... ya. Kama alivyosema bado timu zetu hazijatulia kwenye hii michuano, lakini hiyo haimaanishi kwamba hatuna uwezo wa kupata matokeo kwa, kwa kushinda kwa baadhi ya ya mechi mm, bado tuna uwezo wa kushinda tukibadilisha yale ambayo makosa yajitokeza kwenye hizi mechi ambazo tumeshacheza mpaka sasa mm, kiangalia Wydad sio timu mbaya, ni timu ambayo sisi Afrika pia tunajivunia miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri kwenye michuano na hata Tanzania tunazisoma hizo. Kwa hiyo bado tuna uwezo wa kucheza na tukapata ushindi. Kwa hiyo wabadilishe tu matokeo kwenye mechi ile ya kwanza ambayo walifungwa mbili bila, waangalie nini kile wagharimu, kuangalia waweze kuangalia dhidi ya Juve wanaweza kupata matokeo. Wewe ule rafiki yako Azizi kwa ya ule msauzi mm, anasubiri sana yule ule msauzi, anajua wewe kwa sababu mm, tukapiga kazi watu wanne leo ile dogo nini anaweza ah, kuwa surprise, anaweza hii, ni timu wida, ni timu ya Morocco na Morocco tunaona hata anapokuja katika level ya timu ya taifa kwenye mchuano kama hiyo, anaweza huwa anafanya vizuri. Kwa hiyo mm, kwenye football wanaweza kafanya kitu chochote kikubwa. Mimi naombea wachezaji wetu hapa, Suleiman Mwalimu aendelee <laughs> eh, kupata nafasi atengeneze profile. Mi naiona ni ngumu sana kwa Widad, unajua mm, Widad miaka hii miwili mitatu wamepotea, mm, ndio wanaanza kuijenga tena upya timu yao eh. Na wakati wanajenga timu nakutana na timu aina ya Juventus, si jambo rahisi sana mm. So, mechi hii ni ngumu kwa upande wao sawasawa. Mm, message nyingi ah, zimekuja nimezisoma. Jamani ambayo sijasoma mtaniwia radhi na muda hukuruhusu. Ali ya Kuti ameandika, sijaelewa sababu ya Simba kuwa na zohari na mechi za mwisho wakati wao ndio walikuwa wanaitaka zaidi mechi hiyo. Ali ya Kuti. Haya, lakini pia bin Zuberi eh, yale makosa golikipa wa mameoli ni, ni, ni utoto, ana tofauti na Juma ana tofauti aaa. Msemaji wa simba vijana anaposema mashabiki nieneni KMC Complex tukaagane, amaanishi debi aipo? Hapana, anamaanisha kwa mechi za nyumbani ndio wanamaliza, sio kama mechi zimeishia hapo. Haya bwana, yadikia nataka takaandike tu jamani. Basi awali yote niwashukuru nyinyi wenzangu kwa kudamka kutana hapa, maana kuamka asubuhi ni wito bwana. Niwashukuru sana, na naomba tuendelee kwa pamoja. Lakini pia nikushukuru mtazamaji ambaye tangu tunaanza hapa kipindi ilikuwa pamoja na wewe ni kusi na kuomba endelea kutazama chaneli mbalimbali za Azam TV leo, ikiwa ni siku ambayo tunashuhudia mechi zote nane za raundi thelathini za, za NBC Premier League zikirushwa katika chaneli zetu mbalimbali. Karibu ganga amekuwekea hapo, e, mechi zote utaziona. E, na ukiwa unapoangalia kwa mfano huko za mkufunani unaangalia mechi ya Yanga lakini ya mtu anapata updates za mechi nyingine zote, kimo ya timu unaoipenda kama ni Simba au ni Azam au vipi, lakini pia kuna mechi moja ligi kuu ya Kenya ambao nyuma yake kuna kuna mechi nyingine zote e, za ligi kuu ya Kenya, wao wanakamilisha mazima msimu wao wa ligi hiyo, World Cup ya vilabu kama kawaida, kwa saa moja usiku paka chwee maraki mechi za saa moja mpaka saa kumi mechi ya mwisho, ila wangu ni Mahmoud Ben kutoka hapa Azam Sports One, sina zaidi, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine hapa Azam Sports One.